Karibu sana katika kipindi cha Kusamehe na Kusahau, kipindi kizuri kabisa kinachokupa fursa nzuri ya kupata kuomba msamaha wale uliokosana nao kwa namna moja ama nyingine. Tusahau yote yaliyopita na tugange mapya yanayokuja. Ah, salamu. Karibu sana. Asante. Karibu sana. Huko ndani ya kipindi cha Kusamehe na Kusahau. Sawa, tutakuwa na mazungumzo kidogo lakini kabla hapo tupende utazame picha moja alafu tuendelee na mazungumzo. Sawa. Nashukuru. mimi naitwa Rachel Mwegoha, nimetokea mm -hmm. Senza. Kuna mfahamu dada? Ndio namfahamu. Nini kimetokea kati yenu? Sababu ni yeye mwenyewe yeye mm mwenyewe -hmm. aliamua kuwa na mahusiano amua... Koo... kwa, kwa, kwa na rafiki na yangu kwa hiyo yu... baada ya vikao kadhaa vya usuluhishi kushindikana, basi tuliona ni bora kila mtu akachukua ustawi wake. Kwa hiyo mwenzangu nafikiri ni nafiki njia ambayo aliamua kuishi na kuelekea huko kuelekea a kama anaweza kufikia hatua ambayo ikasababisha mimi na yeye tukaachana, kwa sababu tulikuwa na mipango mingi sana ya maisha, na baadhi ya mipango ambayo tulikuwa tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna tumeipaga mingine tulikuwa tume tumeifanikisha kama hivyo, kufunga ndoa, kuishi pamoja, kupata watoto, kakuwa na mipango michache ambayo ikuwa imebaki na mingine ambayo hatukuwa labda bado hatujapanga kwa sababu unajua kwenye maisha, hmm, mnapanga na kupangua, lakini sijui na pia ni sana, kwa nini mwenzangu aliamua kuishi na rafiki yangu ambaye pia alikuwa ni mtu wa karibu sana kwenye maisha. Kwa hiyo ndio hicho ambacho kilitokea, hakukuwa na jinsi iicha. Ulifanya mbinu zozote za kutafuta baada ya kuachana, baada ya kutaka kusuluhisha au kujua tatizo hasa la kubwa? Kama ndio umeachana sawa, lakini mfosa mkae, labda mzungumze. hakukuwa na jinsi yes. Kwa mwanaume hakuna kitu kama hicho. Mtu mm, akishamua kukaa na mwanaume mwingine ina maana, inamaana, so ingekuwa ni tatizo lingine sawa, tungeweza kukaa mm, nikaenda nikasema tukaa, lakini hivyo vitu tulivifanya kabla ya kujua Tulifanya, tukakaa. Kwa nini Lecho umekuwa hivi? Kwa nini mpenzi wangu, mke wangu unafanya hivi? Tulikaa kwenye vikao vya upande wao na upande wangu mimi sawa. Kwa hiyo hivyo vikao vyote vilishindikana, kwa sababu Lecho tayari ilikuwa ameamua njia ya kwenda, atukuwa na jinsi. Nimekuja omba mpenzi wangu ambaye nilimkosea mambo mengi sana msamaha. Unaweza kutaja jina la huyo uliyemkosea? Anaitwa Elia Mjata. Nini kimetokea kati yako na Elia mpaka leo uko hapa? Dada, ni story ndefu sana lakini kwa sababu nimeamua kuja hapa ninapaswa kuielezea na yeye ajue popote alipo ninajutia makosa yangu kwake. Mpenzi wangu tulikuwa tunapendana sana. Alikuwa na rafiki yake. Lakini rafiki wa mpenzi wa wangu hakuwa mwema kwangu. Yule rafiki yake nafikiri alikuwa ananipenda. Niseme sio kunipenda bali kunitamani kwa sababu kumpenda mtu sio kumfanyia vitu vya alivyonifanyia yeye mimi. Alikuwa akiniletea maneno ya ajabu ajabu sana, kwa sababu alikuwa ni rafiki sana wa mpenzi wangu, basi niliweza kumwamini nikaamua kuachana naye. Muda mwingi walikuwa wako pamoja, kwa hiyo yule rafiki yake alitumia muda huo kunirubuni mimi ili niweze kuachana naye, kwa sababu alikuwa kila wakitoka wako pamoja, kwa hiyo yeye alikuwa ananiletea, au sijui mpenzi wako amefanya hivi, sijui kuna kitu gani, sijui hivi, yaani yale unajua, stress za kila siku. Alikuwa akija akiniambia mambo mengi mabaya ya kumuhusu Elia, wa Elia sio mwanamme bora kwangu, hastahili kuwa na mimi yaani vile vitu ambavyo una, nafikiri unakuwa unaelewa ni kiasi gani mtu akiamua kuja kuwaharibia mapenzi yenu. Kwake kwa hayo yote ulifanya labda uchunguzi kidogo, kwamba hayo uliletewa walikuwa ni kweli ama tu ni kwa sababu uliambiwa ukachukulia? Yeah, nilikuwa naongea naye eh. alikuwa akikataa, lakini kilichokuwa kinanifanya naamini nasema ni rafiki yake, muda mwingi wako wote pamoja, wakitoka wanaingia pamoja, kwa hiyo nilikuwa na mwamini zaidi yule rafiki yake kuliko mpenzi wangu. mm -hmm. Baada hapo nini kikatokea? Kilichotokea mimi nikaamua kuachana naye mpenzi wangu, nikawa na yule rafiki yake, lakini alichokuja kunifanyia yule rafiki yake, ndipo nilipokuja kugundua kuwa hakuwa mtu mwema, bali alikuwa ni mvurugaji wa mapenzi, kuona mimi na Elia tunapendana hakuwa mtu mwema, kwa akaja kunitenda, kaondoka. Kuja kugundua nimeshachelewa, Edia ameondoka, siko naye tena, yeye ameniacha. Kwa hiyo ndio maana nikaona leo nitumie fursa hii kuja, popote alipo, naomba msamaha kutoka ndani ya moyo wangu. Baada ya yote ya kutokea, ulifanikiwa akumtafutalia kwa namna yote? Sikufanikiwa kumpata japo nilimsaka huku na kule, sikuweza kumpata popote, lakini nikawa natumia simu kimpigia na kata. Pia simlaumu kwa hili, kwa sababu tayari alikuwa ananipenda mapenzi ya dhati, unajua kutoka moyoni, halafu mimi sikuwa mwaminifu kwake. Kwa hiyo naomba anisamehe popote alipoelia. yote yaliyopita natng mapya yanayokuja. Unasikia mama, na wewe na katika maisha haya mambo hutokea, lakini ni wasaa mzuri mkiupata, kuzungumza na kukaa na kutatua. Na mimi ni uisha kwa sawa, ameona kosa wake, unazungumziaje kuhusu Naamini una mwabudu hmm, Mungu na naamini hata maneno ya Bibilia, maneno ya msafi yanatufundisha samehe saba masimi. Haya mambo yako n inaumiza kweli, kiukweli hata ningekuwa ni upande wangu nilaumia, lakini kuna kusamehe na kuacha yote na kuangalia mambo mapo sasa hivi mcmia so, ya, ya, ya kipindi hiki ni kupatanisha na dada Richo amezungumza tu na ameomba msamaha kweli kweli, amenitia kusalake na yote amefanya. Naomba ucheki tena video hii, tusikize ujumbe wake amekupa afu ndio anazungumza. Mpenzi mtazamaji, kumbuka uko ndani ya kipindi cha kusamehe na kusahau. Tupo maeneo ya garden ambako wanauza maua. Naye hapa panaona ameshika ua nzuri kabisa mikononi. Hebu tulifahamu basi ua ni nani? Nimekuja kuomba msamaha. Sasa nimeona nimletee ili ua kwa ajili ajue moyo wake kwangu. Ya, najua ili huwa sio kitu kikubwa sana ya ya. Hey, Elia, nimekuletea ili uwa mpenzi wangu, najua sio kitu kikubwa sana kwako, bali mapenzi ya dhati yaliyopo ndani ya moyo wangu na kujutia yale yote ambayo nimekaa na kukufanyia. Naomba, nimelinunua kwa ajili yako na si kwa ajili ya mtu mwingine. Naomba sana mpenzi wangu. Mtazamaji kama unavyoliona ua ni nzuri kabisa, huwa jekundu, kiukweli na harufu nzuri. Natamani kama ungekuwa karibu. Kama tunavyofahamu ua jekundu ni ua huwa upendo anasema rangi nyekundu na rangi a nokwa, uko sahihi kabisa kumpa Elia ua kama hivi. Hongera sana kwa, tusahau yote yeah. yaliyopita yeah, na tugange mapya yanayokuja ban eia mia a kipindi hiki ni kupatanisha Nimesikia Dinarichu, ujumbe wake inaumiza, yeah. E sana, lakini wakati mwingine hatuna budi kuiachilia iliyopita. Tunafanya imepita, tunasonga mbele. Kama uko tayari kumsamehe waMarecho tufungua mlango wa gari hii, tutamkuta Marecho nje. Lakini pia kama uko tayari kumsamehe, basi utagonga mlango huu na meiti.